Sani Chande ni kocha timu ya taifa miaka 12 Tanzania. Ah, timu ya Tanzania imefuzu kwenda kushiriki mashindano ma ya Morocco ambayo yataanza tarehe 17 ya, ya mwezi ma, maandalizi mazuri. Uh, tunaamini kwenye ukanda huo East Africa, timu ya Tanzania tunaweza tukafanya vizuri, ila uh, kubwa zaidi ambalo tunaendea nalo kwa wiki hii, tunafanya mazoezi basi madogo madogo ya ku prevent injury na pia mwili kuweka kwa ajili ya utayari uh, wa mashindano mashindano. Kwa hiyo, ni yetu uh, mashindano uh, kama kuna kumbukumbu kama tulifanya mashindano yalifanyika hapa Tanzania kwa hiyo uh, kwenye kila ukanda uh, wa Afrika Mashariki kuna timu zinazo zinafuzu kwenda kushika mashindano ya Africa Junior Team uh, Championship. Sasa sisi uh, pekee na Tanzania tumepata hiyo nafasi kushika mashindano. Amejiandaa inakwenda vizuri, kubwa tuna maandalizi maimekuwa na maandalizi ya miezi miwili uh, kwa hiyo tumeandaa vizuri sana. Na kwenye mashindano haya Tanzania kwa miaka mingi sana na uh, kwa miaka hivi karibuni timu yetu ya yoyote ile ya 12 au 14 ajapata nafasi ya kushiriki mashindano ya Africa Junior Teams Championship. Uh, kwa hiyo hii nafasi tumepata baada ya miaka mingi kupita. Kwa hiyo uh, ni nafasi adimu sana. Kwa hiyo kutokana na maandalizi ambayo tuliyafanya hapo awali ndo tumeweza kupata ya nafasi. Lakini uh, kwa sasa hivi uh, tupo kwenye mazoezi ya mwishoni mwishoni uh, tunawaandaa vijana kuweka uh, ki, ki utayari kwenye akili pia na kwenye physical lakini kwenye masuala mengine yote. Mimi kwa jina langu naitwa Zan Francis Thomas. Nina kushirika mashindano ya um, Afrika Morocco um, nimefanya mazoezi mazuri, hasa naenda kushiriki na, na matumaini kama nitashinda au nitapata nafasi nzuri. Mchezo tennis unaonaje? Mchezo wa tennis ni mzuri sana, naona inasaidia sana kwenye seme mikono na miguu yani coordination ya ubongo miguu na mikono. Nafasi niliyopata ni mzuri sana na naambia Watanzania waje washiriki wa hapo, washiriki mchezo tennis, ni mzuri sana, inasaidia Naitwa Daniel Fuge Sungole. Natokea Dar es Salaam. Kwenye mashindano ya kwenda Morocco nimejipanga vizuri. Mimi na wachezaji wenzangu tumejipanga vizuri. Yaani matarajio yetu ni makubwa. Na kwa cha kwanza kabisa, asanteni kwa kutusapoti. Cha pili, mchezo wa tennis ni mchezo ni mchezo mzuri ambao unaweza yaani yaani ukani ukakufanyia vizuri yaani vizuri yaani kwa maisha yako naambia hivi asisite kucheza mchezo wacheze utafanya vizuri My name is Egan. I am 10 years old and I am born in 1st January 2015. I started tennis when I was 3 years old. And then I'm now playing tournaments in Tanzania and in different countries. The preparation is good and I think our team is going to win. I, I, I don't focus on the, on the people I'm playing, I just focus